Au jambo na karibu mtazamaji wa Said TV, tunakaribisha tena kwa kujiunga pamoja nasi kwenye taarifa ya habari katika lugha tukufu idhaa Kiswahili. Jina langu ni Sandra Heri, labda nikuujuze kuujuze kuwa tunaripoti kutoka jijini Kichasa ikiwa makao makuu ni Australia mubashara, tunapatikana Dar es Salaam na Bujumbura, hususan katika tarafa la Fizi. Muhtasari wa habari. Katika jiji la Bukavu kumeripotika mirindimo ya risasi huku wakiendelea kuua wananchi wasiokuwa na makosa wakiwa wanadai wananchi wa jiji la Bukavu. Habari kamili. Jijini Bukavu kulikoripotika kuwa wananchi wanazidi kulalama mauaji yaliyozidi kutokea upande huo wa mtaa wa Kadutu, kuwa wakiendelea kudai kuwa um, mizozo iliyoripuka jana upande wa mikutano ya M23, badala ya kuvamia mkutano walienda kusaka asubuhi hii ya leo, huku wakiendelea kustumu wananchi waliokuwa mpande hizo za Kadutu ama wakazi na kuwapiga risasi mbele ya kamera baadhi ya video zilizotapakaa huku, wanajeshi wa M23 wakiendelea kutafuta suluhisho la kuvamia mkutano wao jana. Video hizi tunazozifata hapa na sauti hizi za wakazi wa huko Bukavu wakiwa wanajadili zaidi, tuwafuatilie. Angusha ule. Ona mwende, wa, mwende kwanza kama amo supporter venu tunaonaka mwende sawa eh.

Naam, hizo ndizo taarifa zetu za habari zilizokuwa mezani. Msikilizaji wa Said TV, tunakaribisha tena kwa kujiunga pamoja nasi na, ili kupata habari kamili zaidi, jiunge na Said TV uh, channel 2 ili upate kujua suluhisho na kauli zilizotoka mwisho. Badala ya hapo ni nini, asanteni sana na kutakia laheri.